Karibu kwenye channel yetu kama ni mara ya kwanza, usisahau kubonyeza subscribe chini ya hii video. Ni matokeo ya kidato cha nne ya wanafunzi waliofanya mtihani huo mwaka 2025. Leo hii Januari 2026 unaweza ukaingia moja kwa moja kwenye ukurasa wa baraza la mitihani ya Tanzania. Nitakuelekeza moja kwa moja hatua kwa hatua ni namna gani ya kuingia kwenye, kwenye, kwenye tovuti ya Necta. Na utazama matokeo ya kidato cha nne ya e wanafunzi waliofanya mtihani huo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Fuatisha hizi hatua ambazo inakuelekeza kwenye hii video. Hatua ya kwanza kabisa ni kufungua browser ya Chrome ama ya bogo kati hivyo viwili. Ukishafungua, sehemu pekee ambayo itakuwezesha kutazama matokeo haya ni kwenye tovuti ya NECTA. Well, unachotaka ku search ama kuandika hapa utaandika tu NECTA, neno NECTA kama hivi na vile uliandika kwenye hii video, na wewe hivi hivi wala usikose NECTA. Na ukisha search neno hilo kama hivi, itafunguka kurasa wa NECTA mwanzoni kabisa hapa hivi. Na unaona vizuri, atwene ufata utakuja kubonyeza neno limeandikwa CSEE hapo, hiyo ndio sehemu pekee ambayo utakutana na matokeo e e ya kidato cha nne tofauti tofauti ya ya kidato cha nne itafunguka. Kuna miaka mbalimbali hapo ya matokeo ya kidato cha nne, neno hilo la maandishi ya kijani moja kwa moja shule tofauti tofauti za Tanzania zitakuwa zinaonekana hapo. Ni shule nyingi sana, kiasi kwamba ni ngumu kuangalia shule moja moja. Ili kuweza kupata shule yako, unachotakiwa kufaida kwenye hatua, unatakiwa nifatishe maelezo haya. Ukifika hapa, wala usandalie shule moja moja kama hivi. Utakuja mwanzoni kabisa pale juu, aba hivi utakutana na hizi herufi ama alfabeti. Hebu nikuonyeshe vizuri hizi hapa, hizi zimewekwa mahususi ili zikusaidie yes. Hizi hapa herufi kwa za ABCDE zinaenda mpaka Z, zimewekwa ili zikusaidie wewe kuweza kuiona shule yako kwa haraka zaidi. Unachotakiwa kufanya, utakuja kubonyeza herufi ya kwanza ya jina la shule yako. Shule yako inaanza na herufi gani? Utakuja kubonyeza hiyo herufi. Kwa kufanya hivyo shule chache tu na zitakuwa zinaonekana zile ambazo zinaanza na hiyo herufi ambayo utakuwa umeigusha. Kama unavyoona hapa ni chache, kiasi kwamba ni dakika moja tu, ni sekunde kidogo tu, na unabofya ama unaiona shule yako kwa haraka zaidi. Ukishaiona utaibofya ama utaigusa, na kwa kuigusa ama kwa kuibonyeza utakuwa umefungua matokeo ya kidato cha nne ya mwaka wa 2025 kwenye hiyo shule husika. Utaangalia hapo matokeo yako na matokeo ya shule hiyo kwa ujumla. Hizo ndo hatua ambazo unaweza ukazifanya sasa kwenye simu yako ya mkononi ili zikuwezeshe kutazama matokeo ya kidato cha nne ya mwanafunzi waliofanya mtihani huo mwaka elfu mbili na ishirini na tano.